Lakini jambo la pili nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa rais kwa heshima aliyotupa wana Lushoto halmashauri ya wa Lushoto kwa kumteua mbunge wetu kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Hili ni heshima yetu wana Lushoto, tuipokee. Lakini Mheshimiwa waziri utufikishie salamu kwa Mheshimiwa rais kwamba tunamshukuru sana, ameona tumekuwa na chaguo zuri ambalo linahuzika na huko akakuona umsaidie katika nafasi hiyo. Kwa hiyo tupelekee shukurani hizo, lakini pia tukupongeze wewe wewe pia kwa kuchaguliwa kuwa mbunge, lakini na kuonekana katika wabunge wengi kupewa nafasi hii nzito sana. Tukupongeze kwa namna yote, hii inatokana na utendaji wako uliokuwa umeufanya katika nafasi mbalimbali mbali ambazo uliaminiwa, hilo ndio limepelekea ukaonekana na sasa uko kwenye nafasi hiyo, kwayo tunakupongeza sana. Lakini lingine ni washukuru wananchi wa Lushoto kwa ujumla kwa kuendelea kuwa na imani kwa Chama cha Mapinduzi kwa kuweza kuchagua waheshimiwa wabunge wote wa majimbo yote matatu, lakini e, na waheshimiwa madiwani wa kata nawashukuru sana. Lakini nawashukuru waheshimiwa madiwani na nawapongeza pia leo kwa kuapishwa sasa kutoka kwa wateule na kuwa waheshimiwa madiwani wa, wa halmashauri hii ya Lushoto. Nitumie fursa hii kuwapongeza sana lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza mwenyekiti wa halmashauri ya Lushoto. Waheshimiwa madiwani wameonyesha wana imani kubwa sana na wewe na wewe, katika hotuba yako umesema wewe ni kiongozi wa wote na ni kiongozi mshirikishaji. Hiyo itakuwa ni dira nzuri, na hapo tunategemea mafanikio makubwa katika halmashauri yetu. Lakini pia nimpongeze makamu mwenyekiti kwa imani kubwa ambao ambaoasha wa madiwani wameionyesha kwako kwa kupata kura zote za ndio na hakuna kura ya hapana hata moja. Kwa hiyo na wewe pia utafanya majukumu yako ya kumsaidia mwenyekiti katika halmashauri yako ya halmashauri hii, na wewe pia una nafasi kwamba ulikuwa mtumishi hapa. Kwa hiyo tunakutegemea sana katika hilo kwamba utakuwa msaada mkubwa kwa mwenyekiti, lakini pia na kwa waheshimiwa eh, madiwani. Mwisho ni wakumbusha waheshimiwa diwani kwamba halmashauri yetu ya Lushoto tumepata bahati ya kuwa na waziri wa TAMISEMI. Sasa hilo kuwa na waziri wa TAMISEMI, kwa upande mmoja ni faraja kwetu, lakini kwa upande wa pili, sasa tuangalie majukumu yetu kwa sababu halmashauri hii sasa itakuwa inatizamwa sana Tanzania nzima. Tukifanya jambo lolote ambalo itakuwa si jambo zuri, tunamwaibisha waziri. Tukifika mahali tunapata hati chafu, maana yake waziri yumo, na tunamvunja nguvu, kwamba atasimamiaje sasa halmashauri zote Tanzania kama halmashauri anapotoka haifanyi vizuri.